Kelvin, na leo nakuletea kitu fulani hivi kutoka hapa Bagamoyo. Sasa Bagamoyo ni moja ya yes, sehemu zilizobarikiwa vipaji vingi sana, hasa vipaji vya mpira wa miguu. Hapa ni viwanja vinavyotambulika kama viwanja vya CCM Mwanakalenge. Sasa leo nataka nikupe historia fupi sana kuhusu viwanja hivi. Historia inasema viwanja hivi havikuwa vya michezo, bali vilikuwa viwanja vya maonyesho tu, na kwa miaka hiyo viwanja hivi vilikuwa vikimilikiwa na serikali, lakini baada ya kuanzishwa mfumo wa vyama vingi kiwanja uh, hiki na hivi vingine vya nje vikarudi kwa CCM ambao sasa ndio wamiliki hadi leo hii. Kama ambavyo unaona, hili ni eneo zuri sana kwa hivyo. Uh, kwa kipindi chote watu, timu mbalimbali ikiwemo Bagamoyo Veterani wakajikatia kipande chao kwa ajili ya kufanya mazoezi mazoezi, lakini ni kwa huku nje, timu mbalimbali ikiwemo hiyo Bagamoyo Veterani na na timu zingine zinafanya mazoezi huku nje, lakini kuna uwanja wa ndani ya fence, ambako huko kulikuwa kunafanyika hayo maonyesho na vitu vingine kama hivyo. Uh, ndio uwanja ambao sasa hivi tunaweza kusema tunajivunia nao uwanja huo, uh, wa CCM Mwanakalenge ndio uwanja wetu mkubwa kwa Bagamoyo na ni uwanja mzuri sana ambao kwa sasa ndio ambao unatumika kwenye mechi tofauti tofauti, lakini pia mashindano mbalimbali mbali, uh, rasmi uh, ikiwemo mashindano ya Kilonga Cup ambao yanafanyika kila mwaka miezi ya katikati, ndio ambako mashindano haya yanafanyika. Kwa hiyo uh, ni kwa uchache sana nimekufahamisha kuhusu viwanja vya Mwanakalenge kama ulikuwa ufahamu, kabla ya hapo havikuwa viwanja vya michezo, ilikuwa ni viwanja tu vya maonyesho. Sasa kuna watu ambao ni watumiaji wakubwa wa viwanja hivi, hem, tuwasikie hapa. Yani Mwanakalenge ni maeneo yangu sana toka, toka nilipokuja Bagamoyo kwa ajili ya mpira. Hmm. Natumia ZF, kolonari, nilichukua kutoka Ashanti Dar es Salaam ndio nikatizia FC Koloni. Wanaitwa Chafosa. Mwana Kalenge kwa sababu mwenyewe nilikuja kwa ajili ya mpira hapo, kwa ajili ya kazi ya mpira. Kwa hiyo kiwanja nimekikuta, niliwakuta wenyewe wenye timu zao hapo. Kwa nini nikajumuika nao na mpaka leo niko hapo. Katika viwanja vyote nimecheza mpira, hiki kiwanja chetu nimefunga magoli mengi. Nafikiri kama mchezaji wote Bagamoyo hapa, alofikia. Nilifahamu mimi nilikutana na viwanja vya mpira mm, sio viwanja vya saba saba lakini zamani kabla yangu mimi nasikia hivi viwanja vilikuwa viwanja vya saba saba vya saba, mm, maonesho lakini mimi nilivyozaliwa mpaka nakuja kutumikia na akili zangu kwamba nimekuta viwanja vya mpira bwana, mpaka leo naendelea viwanja vya mpira lakini, nyuma, naomba ni viwanja vya sabasaba saba vya maonyesho vya zamani Amwana mm. Kalenge. Nashukuru sana na nadhani tukutane wakati mwingine tena, nitakuletea kitu gani? Basi endelea kubaki nasi, hii ni Little Town Media, mimi ni Kelvin. Usiondoke mbali na sisi, shukran.